Michezo tuweze kuyaangazia mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani na ripoti kutokea hapa ndani ya vijiwe vya stesheni kaburi moja. Nina madhumuni yangu niweze kukuhabarisha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ucheba uko poa? Kama unavyoniona niko njema kabisa. mm -hmm. Ijumaa tulivu, ijumaa mrua, mambo yako bru bru, yaani kama unavyoona yanga na ina waka waka na sisi tuna waka waka. Aya, uh -huh. Tena mwanaume mmoja kutoka Rudewa hey, Njombe hey. Ah, kidume chenye ndevu hey. Ah, ndikidadambanayo ndikidadambanao <laughs> unaelewa hiyo hey, hey. Unaelewa yani ndikidadamba ndemkosi eh hey. hey. Yani mwanaume najivuna kutoka Rudewa Njombe, mwanaume mmoja mwenye ndevu zenye bei kuliko za nini, klabu ya makoro ngole <laughs> <Aha. Ijo salamu> vipi? <laughs> bwana Longe mkosi tove. Hapo <laughs> mavala ndo angemjibu. <laughs> E bwana, tuanzie hapa hey. bwana? umesikia taarifa ya Young Africans ambayo hapo jana wameitoa, wameanza kwanza na Yanga School soka, wanakwenda kuibua vipaji e, ila sasa, hmm. kubwa zaidi ni pale ambako Ali Shaban Kamwe walipoenda kukongelea Nondo kuhusiana na gari la Simba Sports Club iliiza. <laughs> O, nataka tuanze na ipi, Yanga soka skulu au tuanzie tuanzie na, na, na iliza? eh, iliza. iliza. Eh. wamepigwa eh? <laughs> hiyo bwana, unajua kuna wakati Watanzania sio wajinga, na wana Simba naamini sio wajinga. Kuna wakati wafike sehemu wasimame kwa hoja, maswali ya msingi, umenielewa tusio tunakubali kila hoja inayoletwa mezani, alafu viongozi wanaokuwepo ndani ya klabu wanashindwa kutoa majibu aliyoshiba wa kwa wadau Leo hii tunavyozungumza niliona kuna competition watu wanahoji, we unahoji, basi lailiza liko wapi? Mbona we uhoji, uwanja uko wapi? ndani ya siku mia moja Engineer alishasimama akajibu, tulichokuwa tunasubiri ni hati na hati hatimaye kwenye Yanga Day ilitolewa, na alirudi tena kwenye mkutano akasema, kwa kuwa hati tumepata, kinachofuata ni mchakato, tulishatenga bilioni mia moja milioni bilioni moja kwa ajili ya, ya kuanza sisi kuweka jiwe la msingi kuanza ujenzi wa uwanja umenielewa. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi ninachosubiria, na alishasema muda wowote na saa yote ujenzi wa uwanja wa Kaunda unaanza muda wote. Na kwa hiyo hata kama akitoka kwenye madaraka yake, sasa kwa sababu mara kwanza alisema ndani ya kipindi chake mimi nitaenda kuwatengenezea mashabiki wa Young Africans uwanja, amerudi katika mwaka mwingine hmm. Kipindi kingine swala lake la uwanja bado hajalitekeleza, mnaanza kuwahoji mashabiki wa Simba na kuwauliza iliza liko wapi? Wao wanawajibu ya kwenu yameshafanyika, na kuuliza iliza na uwanja kipi kikubwa. Eh? Iliza na kiwanja kipi kikubwa? Yaani wewe yako yanakushinda, tulia taratibu, tulia. Unajua iliza ni gari ambalo naagiza linakuja chapchap, umeelewa? Mimi nishafanya, nisha kwa agency wa kuagiza magari kutoka nje kuleta Tanzania within one month two months or three months mm. gari linatakiwa liwa limefika, blazi mm. Uwanja ni mipango. Sikiliza, sikiliza, sikiliza, ndio yeah. Maana nakwambia uwanja nao ni mchakato mm. Mchakato wake umekaa hivi, sisi injinia yesi amekuja ametoka hadharani, hati tumepewa, kinachofuata sasa hivi ni utekelezaji. Utekelezaji unaenda kutimia vipi? Kwanza ni kurespondi kwa, kwa wadau watakao washiriki kujenga uwanja. Ndio maana unakuta mpaka sasa hivi Yanga unakuta kwenye mock up iliyotolewa, kuna CRDB ana pati yake, NMB kuna pati yake, na mabengi mengine ana pati yake, ina sehemu yake kwenye mock up. Nikisema mock up sijui anaelewa, unajua wana Yanga tu ndio tutaelewa mock up ni nini ila kwa watu mashabiki wa timu nyingine moka mokapo haijui baba haijui. <laughs> Sasa sisi Engineer Hes alishasema huu ni mchakato unaohitaji mipango madhubuti na sisi tutakuwa watu wa kwanza kuweka jiwe la msingi kwenye bajeti ya 2025 26 bilioni moja imetengwa kwa ajili ya kuanza ujenzi. Kwa hiyo mimi nafikiria huu mchakato, naamini kiongozi wetu Engineer Hes, haitafika 2026 uwanja utakuwa umeanza kujengwa haitofika elfu mbili ishirini na sita uwanja pale utakuwa umeanza kujengwa. wakaunda Yanga, tunaanza kuwa na umiliki wa uwanja kwa sababu hati imeshatolewa, skwea mita imeshajulikana ni skwea mita ngapi, umenielewa? Wenzetu hiyo mipango na michoro hiyo hawana hawana hati. Tutofautishane hapo, lazima tukubaliane, Yanga ina hati ya uwanja, wenzetu hawana hati ya nini ya uwanja, si umenielewa? Yanga sasa hivi ipo kwenye mchakato wa kutafuta wadau wa kuanza kujenga nini, kushirikiana nao kwenye ujenzi wa uwanja. Wenzetu hawapo hiyo process, kwa hiyo kuna mambo mawili tofauti. Kwa hiyo ndio maana tukasema sisi Yanga tunaenda kwa mambo ya utandawazi, kila mtu aone mipango na mikakati tunayoendea wana Yanga. Ndio maana jana, msemaji au mwenyekiti wa wasemaji Afrika aliwaambia basi alichukui muda mrefu kutoka siyo, twambie ni nchi gani ameagiza. Umenielewa? ukiangalia mchakato, mimi Uchebe Yanga nimeshawambia, nishaikuwa ajent wa kuagiza magari kutoka nje kuja Tanzania haichukui miezi mitatu. Sasa kama kweli jamaa aliweka mzigo wa kusema iliza itakuja, umenielewa? Mbona sasa hivi ni zaidi ya miezi mitatu toka amechukua hii tenda. Kwa nini basi aliji, tuliambiwa mwezi wa kumi kimya, wa kumi na moja kimya, huu tunaenda wa kumi na mbili, tunatafuta hmm. tunaiona... mchakato, mchakato gani blaza, na kuuliza wewe... Blaza kuna vitu nimekwambia uwanja ndio unaweza ukasema process; kujenga nyumba ni process, kuagiza gari ni kitu cha dakika sifuri. Wewe umeshajipanga, umejipambanua, unataka umesha kuwa na gari Tuwaulize watu walioagiza magari mwezi huo huo toka ameahidi yule yule mjanja mjanja kwenye hiyo klabu kwamba bwana mimi na, na, naweka gari hapa. Tumuagize, tumuulize nani zaka za kazi, tumuulize Ibrahim nani, yule yule msemaji wa Azam, nani anaitwa Hashim Ibwa. Leo iliza ilikuja ndani ya muda gani, ilichukua mwaka, miezi sita, miezi mitatu, miezi mingapi kufika hapa Tanzania? Twende tuende tukamuulize zaka za kazi au Ibrahim Hashim Ibwe. Ndo ujua kwamba tutajua kuna watu wanatoa ahadi fake. Kwa sababu mashabiki wao na wanachama wao ni fake. Wanakuambia ni nendeni Bunju mkaone aliahidi mambo mengine ya uwanja ameanza kuyatekeleza. Mimi nilienda pale, mimi nilichoambulia kuona pale Bunju niliona vichuguu ambavyo hakuna tofauti na zizi la ng'ombe na ukiniambia Simba wanafanya mazoezi bunju ni uongo, ni uongo na ndo kama wanafanya mazoezi pale mm. haki ya Mungu injali hizi tunazoambia wa wachezaji wa Simba wana injali nyingi, labda ndio zinasababisha wakiendaga kufanya pale wakishwa mpunga, akienda bunju wanapata majeruhi. Jana wamepost, wako pale, wanaendelea na mazoezi. Oho. Oho. Ila asubuhi, asubuhi katoka taarifa ya kwamba uh, Nabi Kamara aje majeruhi mi. <laughs> Ndio maana nimekwambia, yaani ukienda bunju tu siku ya pili yake lazima upate taarifa ya kwamba wachezaji wao wamepata majeruhi mm, Musa Kamara, pin pin. Ule uwanja usapoti baba, hakuna uwanja wa kufanyia yaani. We unamtoa Nabi Kamara kutoka Mamelod si nani huko nje, unamleta Deruk, unamleta nani nani, rushain rushain, unamleta uh -huh. Unamleta nani namba kumi yule nani aliyetoka ma maema hey. unamleta Nabi Kamara, unamleta nani huyu aliyetoka kwa mkopo wa ah, Selemani Mwalimu, yaani anatoka kule kwenye viwanja bora, umenielewa, anaenda kufanya mazoezi Bunju, utegemea atakuwa na afya njema okay. nakuuliza wewe mwandishi hapa, waambie, kambieni akina Kisugu, waulizeni swali la msingi, Selemani Mwalimu wa kufanya mazoezi Bunju, Nabi Kamara kufanya mazoezi Bunju. Eh? Mm. Unategemea huyo mchezaji atakuwa katika hali gani no vitu vingine waandishi saidieni kuambia ukweli umenielewa walikuwa wanaazima uwanja sehemu fulani wanafanyia mazoezi kukiwa na mechi ndio maana hata ile siku kwa nini ngoja nikuulize swali la msingi umenielewa kama kweli wana uwanja wa kufanyia mazoezi tarehe nane Machi 2025 kwa nini walikimbia kwa nini alikimbia mechi? Mazungumzia uwanja. Mzize naye pia sanafanyia uko kwenu? Nani? Mzize. Bona majeruhi. Mzize unajua alipatia wapi majeruhi? Si uwanja wa ovyo kule nani Malawi? Mdathili haya basi naye pia. Mdathili haya aliumizwa kwenye mechi. Mdathili haya aliumia kwenye mechi wote mnashuhudia. Wanakabana na mtu anaingia nginja nginja anamjeruhi. Boti linatoa mara. Maana yes ndio maana nakwambia ni mtu aliingia. Vibaya ambavyo tunakemea fair play ile haikuwepo. Nakuuliza no Mudathir Yahya ameumia kwenye mazoezi? Nakuuliza Mudathir Yahya ameumia kwenye mazoezi, aumia Bunju. Ah, sio kweli. Sio kweli, unabisha nini sasa? Nabi Kamara mwenyewe ameumia Bunju pale, Bunju afanye mazoezi. Waambieni ukweli. We unampeleka Nabi Kamara kwenye zizi la ng'ombe akafanya zoezi, ina make sense? Eh? Ina make sense? Wewe niambie hapa ya yaani, kuna vitu vinajionyesha wazi, havihitaji ubishani, havihitaji kwanza kutumia nguvu nyingi, vinahitaji tu mtu uangalie common sense ujue kitu kile kinaendelea. Leo Yanga tunakwambia uwanja unahitaji mipango, mikakati, lazima mtu awekeze akili yake ya kutosha, umenielewa, ili kufikia hayo malengo. Mtu anaanza kusema eti na uwanja same. Leta hoja nyingine ya msingi hapa. Eh? Eh, leta hoja nyingine ya msingi. Kwa hiyo kuumia kwa mzizi sio story. Sio story. Ila kuumia kwa Musa kama rapinpin bunju. Bunju. <laughs> Zizi la ng'ombe lile. Kweli naenda kudaka nini? Yanga kuto kujenga uwanja sio story. Ila yeah. Simba gari kuto kufika ni story, wewe sikiliza. Kisugu ni, kwanine ni ngoja ngoja, nakwambia sasa, nakwambia. Asikiliza, As, eh. Kisugu anahusika na kusafirisha, ni anahusika kwenye clearance sawa? Eh ya magari yanatoa nje yanaleta Tanzania. Kisugu yule. Kisugu wa Simba. Kamuulizeni Kisugu gari kutoka nje mpaka Tanzania linafika baada ya miezi mingapi? Kwa nini huyo mtapeli anataka kuwatapeli tapeli kirahisi rahisi? Na wao anakubali. Umenielewa? Vitu, hmm, vingine ni simple. Havihitaji kutumia nguvu. Wakina Kisugu anaweza kubali. Wakina zaka za kazi Ibrahim Ashimuibwe wanaweza katujibu. Basi alihitaji kutumia muda mwingi.